Sasa nitumie fursa hii kuzielekeza taasisi zingine zote kwamba makao makuu ya nchi ni Dodoma, na hapa Dodoma tumehamia, hapa ndo makao makuu ya nchi hii, siyo kambi kienda kambini una, una unakuwa unawazawaza kwamba kuna muda nitarudi nyumbani. Hapa ndiyo makao makuu ya nchi, hapa sio kambi ya makao makuu ya nchi, hapa ndio makao makuu ya nchi. Mheshimiwa Waziri, nikupongeze sana kwamba mmehamia katika jengo hili na kule Dar es Salaam lile jengo mmezipatia taasisi ambazo hazikuwa na ofisi, taasisi zilizokuwa zinapanga. Serikali ilikuwa inaingia gharama kuweka taasisi zake kwenye ma, ma, majengo ya kupanga. Hatua hii mliofanya ni nzuri sana. Sasa nitumie fursa hii kuzielekeza taasisi zingine zote kwamba makao makuu ya nchi ni Dodoma na hapa Dodoma tumehamia. Hapa ndo makao makuu ya nchi hii sio kambi. Ukienda kambini, unakuwa unawazawaza, una una kwamba kuna muda nitarudi nyumbani. Hapa ndiyo makao makuu ya nchi hapa siyo kambi ya makao makuu ya nchi. Hapa ndio makao makuu ya nchi. Na wala, na wala na wala hatutakuwa na makao makuu mbili zilizo sambamba. Hapa ndio makao makuu ya nchi. Kwa hiyo wale ambao ofisi zimeshakamilika hapa na bado wameshikilia na ofisi zingine sambamba tungali na baadhi ya taasisi za serikali ambazo zenyewe haziwajibiki kuhamia huku zinapanga. Hii si sawa. Mheshimiwa Waziri, mwelekeze katibu mkuu atengeneze timu ifanye tathmini ya majengo yote ya serikali yaliyoko Dar es Salaam ambayo yako underutilized ni ipate hiyo ili, tuya, ili tuyagawe kwenye taasisi zingine ambazo zinapanga na ingali serikali na majengo yasiyotumika. Mheshimiwa Waziri, nikupongeze wewe mlijiongeza mapema sana mka, mkatekeleza jambo la, la aina hiyo. Tunataka kazi za serikali zifanyike makao makuu ya nchi, ili kuwasogezea huduma wa Tanzania kila upande wa Tanzania wafike makao makuu ya nchi.